Mpenzi mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Leo tunakuja na hoja inayosema sanamu. Je, ni kweli wapo dhehebu uh, au watu wanaabudu sanamu? Hebu leo tukaulize Biblia, sanamu ni nini? Leo tuko hapo. Hebu twende kwenye kitabu cha Kutoka ishirini uh, mstari wa nne tukaangalie sanamu ni nini.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 je hakuna unaoabudu sanamu mpenzi eh, mtazamaji tunaendelea na kipindi sanamu kwa aya hii kutoka ishirini nne inasema usijifanyie sanamu uchonga sasa twende eh, torati 4:16 kumi na sita tukaone inasema msije mkajiharibu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa sura yoyote mfano wa mwanaume au mwanamke sasa hapa Sio mtu mmoja msije. Mkajifanyia hapa ni wengi, inawezekana ni kikundi au watu zaidi ya mmoja, msije mkajifanyia sanamu ya kuchonga. Sasa tunaona mtu mmoja anachonga sanamu, lakini yako makabila ambayo hayajui hata kutengeneza kimwanasesere, anachongaje sanamu mtu huyu? Twendelee na kipindi, tunataka kuona sanamu ni nini. Hebu twende kitabu cha Kutoka hiyo hiyo tano mstari wa nane tukaone <coughs> sijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho majini chini, chini ya nchi. Sasa hii nimerudia kwa msisitizo eh, hii ya Kutoka tano mstari wa nane ni msisitizo wa ile Kutoka ishirini nne. Sasa bado tunatafuta sanamu ni nini? Twende sasa Zaburi 135 mstari wa 15, Zaburi 135 mstari wa 15 tukaone Zaburi nasema sanamu za mataifa ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Sasa mtazamaji, tunakwenda kuangalia sanamu ni nini. Sasa mia thelathini na tano Zaburi mstari kumi na tano sanamu zinaonyeshwa kuwa ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Sasa hatuvai cheni ya dhahabu, hatutumii pesa. Je, yes, sanamu ni nini? Swali letu, sanamu ni nini? Hebu tuende Zaburi hiyo hiyo eh, 115 eh, mstari wa 4 tukaone <laughs> Zaburi 4 anasema sanamu zao ni fedha na dhahabu kazi ya mikono ya wanadamu. Sasa, unaweza kuona kawa inafanana, lakini ya kwanza asema sanamu za mataifa ni fedha na dhahabu. Lakini hii ya 115 mstari wa nne inasema sanamu zao ni fedha na dhahabu. Nimeongeza msisitizo, ili tufahamu sanamu ni nini. Sasa fedha na dhahabu ni sanamu. Je, kama kuna watu wanaabudu sanamu, kuna taifa ambalo litasalimika kwenye ulimwengu si kwenye dunia, kwenye ulimwengu hata kama uko sayari nyingine. Kama unatumia fedha na dhahabu, je, wewe uko salama? Je, kama utakuwa salama? Sanamu ni nini sasa? kama anatumia fedha na dhahabu na bado utakuwa salama, hawabudu sanamu. Sanamu ni nini? Hebu twende Isaya mbili 20. tukaone. <laughs> Isaya 2:20 nasema, siku hiyo kila mtu atazitupilia mbali sanamu zake za fedha na sanamu zake za dhahabu walizojifanyia ili kuziabudu kwa fuko na popo. Siku hiyo kila mtu atatupilia mbali fedha na dhahabu. Hivi vitu vinaweza vikakufanya ukawa nje ya uwepo wa Mwenyezi Mungu, lakini siko huko. Sanamu ni nini? Warumi 1:23 mpaka 27 saba. Warumi moja ishirini na tatu mpaka 27 saba, anasema wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya e binadamu aliye na uharibifu na ya ndege na wanyama na vitu na ya vitambaavyo kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu hata waka, wakavunjiana heshima miili yao hata wakavunjiana heshima miili yao wakakisujudia kiumbe mm.